TTCL Corporation imekuletea uh, mradi wa kuleta mawasiliano katika njia ya faiba mpaka katika mitaa yetu na nyumba zetu. Unaanzia hapa Ubungo kwenye mataa, unatembea na barabara hii ya kwenda Morogoro, pande zote mbili, kulia na kushoto, mpaka kufika stendi ya Magufuli. Katika maeneo hayo tayari miundombinu ya mawasiliano ya faiba imeshawekwa mpaka katika mitaa ya ndani, na tayari timu za mauzo na timu za mafundi ziko mtaani kwa ajili ya kukuunganisha wewe, mteja ambaye unahitaji huduma hii ya mawasiliano ya faiba. Ni kwa nini uchague huduma hii ya faiba kutoka TTCL? Kwanza, ubora wa huduma. Tunakuhakikishia kupata ubora wa intaneti ya hali ya juu sana. Huduma hii inatokana na teknolojia yetu ya faiba. Lakini jambo lingine la pili ni urahisi wa upatikanaji wa huduma. Huduma hii kama nilivyosema, tayari ipo katika mitaa yetu, ipo katika mitaa yetu ni jambo la wewe kuwa na utayari wa kuhitaji huduma hii, na sisi tutakuunganisha na huduma hii bila malipo yoyote. Kazi yako wewe ni kulipia kifurushi cha kuanzia, na tayari unaanza kutumia huduma. Lakini jambo lingine la mwisho ni kwamba tuna uharaka zaidi wa kukuunganishia huduma hii. Unahitaji huduma leo, tutakufanyia prosesi leo leo, na utapata huduma hii leo leo. Kwa nini usichague huduma hii na unasubiri nini? Sasa kujiunga na huduma hii ya faiba kutoka shirika la mawasiliano Tanzania TTCL Corporation, ninakualika, inakukaribisha njoo tukuunganishe.